Samia alikuwa amejipanga yaani, pale alipo Magufuli kufa tu akaupata ule uraisi alijipanga immediately, yaani alishakuwa na plan anataka kufanya nini na Tanzania bara na Zanzibar. Sasa kinacho ha, uh, kilicho happen ni kwamba ndio ile kwanza alim ali, ali, ali, yaani kwamba alimpush out asmabeo sababu ndio hivyo alikuwa amesha mpanga Mkunda uh, yani amesha mset Mkunda ndio akamweka pale Mkunda. Lakini wakaniambia tatizo sio hata Mkunda, tatizo ni Wazanzibari ambao amewaweka kwenye position ambazo ni critical, ambao ndo sasa hivi wana run nchi wana run show, unaona um, wanasema jeshini CDF is powerful lakini kuna huyu mdhalimu I think ndo chief of staff wa jeshi mdhalimu. Huyu ndo anaye run operation zote, hakuna kinacho happen jeshini bila yeye. Information zote zinapita pale. Sasa huyu alimweka ni mzanzibari mzenji very, yani mtu wake, mtu wake kwa hiyo huyu ndo most powerful person kwenye jeshi, huyu mzanzibari ndio the most powerful sio hata Mkunda, unaona. Sasa wanasema baada ya hii ishu kuanza, hii ishu kuanza, Samia alitoa oda wanajeshi wapige risasi wananchi. Unaona, yani anataka wapigwe risasi na madai yake aliyowatoa kule, ambao huyu mdhalimu sasa, huyu chief of staff, anasema ni kwamba, anasema anasema mbona Zanzibar, um, uh, Wazanzibari walivyoandamana walivyo, walivyo walivyo riot ili kudai ili kupinga uchaguzi au kudai nani uh, walipigwa risasi eh, na maandamano ya kafa eh, na serikali ikashinda. Mbona kule walipigwa risasi, kwa nini huku wasipigwe risasi serikali ikashinda? Kwa hiyo an, an, anasema na wabara na wao wapigwe risasi kama walizo kule kule kule Zanzibar wapigwe na wao uh, ili nchi itulie, kwa sababu uh, yani, anasema kilichotumika kuwatuliza wazanzibari kule anataka kitumike na huku bara. Sasa hivi unaona, ndio akawa ametoa hizo oda za kwamba polisi anataka polisi wa shoot watu, anataka jeshi shoot watu. Ndugu zangu tu, tukishapita hii ngua sijui tutapa nini, tuta wanajeshi wetu, kwa sababu wamedefy hizo oda, wanafanya opposite na oda zilizotoka wanafanya exactly opposite. Yani, Samia iko pissed na hili jeshi, yuko pissed vibaya, kwamba wanatoa protection na ya wananchi eh, badala ya kuwapiga risasi unaona. Kwa hiyo wananchi, kwa hiyo wale wanachoniambia ni kwamba waambiwa, Tanzania sasa hivi hawapigani tena, Tanzania hawaipigani tena. Tanzania unasema sasa hivi wanapigania Tanganyika, waambie this is the fight of their land anasema um, wanasema sasa hivi haya maandamano, wanasema leo, maandamano ya leo wanayahitaji yawe makubwa zaidi ya haya siku zilizopita. Wanasema sasa hivi, sasa hivi, msiwache jenzi peke yao. Haya maandamano, kila mtu, mwanamke, mwanaume, wanasema wao watalinda, watalinda. Wamesema wameanza jana, wameanza jana kudili na Uh, hili uh, hawa, hawa, hawa, uh, soldiers wa aa wa msendwa rais kafanyaje? Anasema baada ya ile attempt ya kumwondoa Nyerere, Nyerere alitengeneza vikosi vingi vya jeshi vingi huko, wapi, kikosi cha pwani siwap wapi, hivi vikosi alihakikisha havina uhusiano wowote Yani havihusiani chochote, yani kila kikosi ni kama jeshi pekee, kila kikosi ni kama jeshi linalojitegemea, hawako na kikosi kingine, hawako na kikosi kingine, yani <coughs> wanajitegemea. Na ndani ya kila kikosi kuna brigade, brigade ndani ya kila kikosi kwao, kikosi kina kiongozi wake, afu brigade ina kiongozi brigadier. I hope I'm remembering vizuri. Sasa stick na hiyo point ya kwanza kwamba vikosi vyote wanasema sometimes hata hawajuani hivi vikosi yaani, wamehakikisha hakikisha hivi vikosi havina any any sort sort of relationship not. Yani, uh, so not communication, not nothing. Okay, hii ya pili ndio mbaya zaidi. Baada ya kufanya hivyo, kwamba hawana mawasiliano hawa, akafanya kwamba kila kikosi yaani, ni hivi jeshi letu, mwenye bunduki hana risasi, mwenye risasi hana bunduki, mwenye kifaru hana ammunition za kifaru, mwenye ammunition za kifaru hana kifaru. You feel me? Kwa hiyo ni kama kama pale Lugalo umeona, kuna vifaru kibao, vile vifaru ni empty ammunition na zile vifaru viko kwenye kikosi kiko Morogoro. Kwa hiyo ni lazima patokee communication kati ya kile kikosi cha Lugalo chenye vile vifaru na kikosi chenye zile na kikosi chenye zile ammunition Morogoro. You see? You feel me. Kwa hiyo yani wale kama kuchukua nchi ni lazima wa coordinate kikosi chenye vifaru na kikosi chenye ammunition za vifaru, au kikosi ambacho kina mabunduki wa, wa coordinate na kikosi ambacho kina risasi. Sasa kumbuka, wale hivi vikosi havina mawasiliano, ngumu hata kujua kikosi kipi ndio chenye risasi. Wewe we una, una bunduki, ngumu hata kujua kipi ndio chenye risasi za zile bunduki, ziko kwenye kile kikosi, unaona. Kwa hiyo jeshi letu hata kufanya kufanya kama ni kufanya vita labda kwenda kufanya vita, mpaka waweze kuorganize wote pale, lazima organization ifanyike, uongozi wa juu na mkuu wa jeshi au, yani wale top ndo wa coordinator, amwambie yule mwenye kifaru, wewe well, peleka peleka vile vifaru kule kwa yule mwenye, au amwambie yule mwenye ammunition, peleka vile vifaru Uh, uh, peleka zile zile ammunition za vifaru Lugalo, sasa hivi zinapelekwa hivyo. Kwa hiyo lazima top top, kumbuka, top ndio Mkunda ambaye tayari yuko compromise, yuko na kina Abdul, alafu anaye run show yote ni huyu Chief of Staff, na Mkunda mwenyewe hawezi kufanya kitu bila kupita information kupita kwa Chief of Staff. Kwa hiyo asa remember Chief of Staff ndio huyu Mzanzibari ambaye anataka watu wapigwe risasi sasa eh? Kwa hiyo ndo wananiambia, hii ndio challenge walionayo, wanataka kuchukua nchi, lakini kikosi kinachotaka kwenda kuchukua nchi hakina, hakina full ammunition, kina bunduki hakina risasi. Kwa hiyo kananiambia sasa hivi hata Tanzania sasa hivi labda Kenya ikiamua kutuvamia sasa hivi, ndugu zangu, mpaka jeshi la Tanzania li-react eh, hey, wametumaliza Yaani, kwa sababu inabidi vile vifaru vya Lugalo visubiri ammunition zitoke, labda kikosi kiko Morogoro, kiko wapi, ndo zilete zile ammunition by that time. Yani, anasema ni hatari hata kwa nchi hii. System aliweka akini aliweka ili kujilinda na wanajeshi kwenda kumuondoa, unaona, wanaambia kwa hiyo Watanzania wasidhani hataki kuchukua nchi. Kila kikosi kinafikiria, lakini sasa hawajui labda um, kikosi kipi ndo kina ile risasi, kipi kina nini, kipi kina nini, ndo this is where they are. Kwa hiyo wameamua kutoa hii siri ili watanzania muelewe why hawajatokea kina kina, kina, trao Tanzania mpaka dakika hii, anasema na hiki ndo kinachompa sasa. Wanasema ndio sasa imewabidi wa think of another way to do this which ndo wanafanya sasa hivi, wanajiorganize sasa. Hapa ndo Nabii Samia ndo kawaleta, sio M7 kawapitisha tu waje wafanye. No, Samia ndo kamuomba mseven awalete kwa sababu ali, alishaisi, jeshi watu wapiga watu risasi. Kwa hiyo akamtafuta yule ili aje. Yaani, Samia anachosema, anataka itumike nguvu ile ile iliyotumika Zanzibar, kuwa ile maandamano, anataka itumike na bara, anasema mbona kule mliweza kuwatuliza na hao muwatulize, wa, wa ueni tu, kwa hiyo M7 awalete hawa watu kwao. Jeshi linasema toka jana wameshaanza wame kudili na hawa na wamesha waua wengine, lakini wanasema uh, yani ishu yao ni kwamba wakishafanya wakishafanya tukio kwenye mtaa wa something, wanakimbia wanakimbia wanatoroka. Kwa hiyo jeshi wanakuwa by the time wanafika pale, wananchi wanawambia wale jeshi hili linachosema ni kwamba wana wanahitaji yani, uh, wananchi immediately mnapowaona wale, zile gari yani pale, pale. Yani ukimsikia yuko, wako sehemu fulani wanahitaji wana zile taarifa, na zile taarifa watazivikaji. Kwa hiyo sasa hivi inabidi mkiwaona wale popote, namba yangu kila Tanzania anayo, ni textini, wako hapa sasa hivi, wako hapa sasa hivi, ili mimi niwape, ili mimi niwape Uh, wameshanipa channel ya kuwapa immediately wale watu wa mseven wakionekana sehemu, mimi niwaambie niwaambie haraka we wafanye uh, ili waende kwenye ile eneo uh, wanasema they are trying their best. Sasa wakataka ku address the main issue ambao ndo sasa hivi kila mtanzania dunia nzima inashangaa kwa nini haifanyiki. Naomba kila mtu apay attention, kwa sababu mimi mwenyewe nimepata somo kubwa ambalo nilikuwa silijui ishu ya kwa nini jeshi, kwa nini kikosi uh, kwa nini jeshi alichukui nchi, kwamba hata kama mkunda, kwa nini wengine hawachukui nchi, kwamba kwa imefanyika hizi nchi zingine, kwa nini Tanzania ifanyiki? Anasema yaani, umeniambia kwamba hii kitu ambacho nitawaambia sasa hivi hata watu wa usalama walikuwa wajui, kwa sababu kuna watu wa usalama hizi siku mbili hizi wamewatafuta hawa wanajeshi wanawatafuta mkwani mchukui nchi nyie, sababu watu kwa sababu imejaa tu mombo, yani, kwa anafanya kazi ya Samia, ambao ni wa watu wa usalama ambao ni watanganyika ambao wako juu wameshika. Wale ndio sasa lazima tushinde. Wale sasa kuna watanganyika ambao wako ndani ya usalama taifa ndio sasa, na wao wakawa wanahangaika kama sisi tunaongea, kwa jeshi lichukue nchi haraka. Kwa hiyo wamewatafuta, ndio wakawa explainia kwa nini mpaka sasa hivi jeshi haijachukua nchi. Yani, kikosi kije kutoka kuchukua nchi, unaambiwa mpaka watu wa salama wenyewe wameshangaa kwa hawajui information. Na nikaambia kwa nini mkuniambie before hiki tu, anasema tungekuambia before, hii ni siri ya nchi. La sababu tukisema, tunaweza hata tukahatarisha nchi kwa enemies wa nchi. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa tukwambie hii information hiyo. Lakini kwa nchi ilipofika, na kwa sababu wananchi sasa hivi wanaanza ku lose hope na jeshi, wanaona kama labda sisi hatutaki kuchukua nchi nini nini, wanataka tuchukue na atuchukui um, inabidi tuweke tu siri huko nje, kama adui zetu sijui nchi zingine watafanya watafanya, lakini sasa hivi wa Tanzania come first, inabidi tuakam wananchi, tuakam tuwape moyo tuwape nguvu, ndio imebidi sasa wanipe hisia Wanaambia jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi mengine yote mnayojua duniani, ni tofauti na majeshi hayo. Naambia jeshi la Tanzania ni tofauti na majeshi ya West Africa, tofauti kwa sababu kwa sababu yani, tof, kitu tofauti. Wanaambia jeshi la Tanzania ni la ajabu sana, ni jeshi zuri, lakini ni la ajabu sana kwa sababu ya Nyerere. Wanaambia sasa hivi Tanzania lawama wasiwape wanajeshi, wawape baba wa taifa hii system sasa ndo ananiambia, kwamba kuna kipindi huko nyuma jeshi lilitaka kumpindua Nyerere, naona walitaka kumpindua. Walipotaka kumpindua, ilivyoshindikana, Nyerere ndo akajihami, akatengeneza mfumo ndani ya jeshi ambao ni umefanya ni kitu kigumu, kigumu mno jeshi kumpindua. Rais kafanyaje? Anasema baada ya ile attempt ya kumwondoa Nyerere, Nyerere alitengeneza vikosi vingi vya jeshi vingi, sijui huko wapi, kikosi cha pwani si wapi wapi, hivi vikosi alihakikisha havina uhusiano wowote, yaani havihusiani chochote, yaani ka, kila kikosi ni kama jeshi pekee kila kikosi ni kama jeshi linalojitegemea. Hawako na kikosi kingine, hawako na kikosi kingine. Yaani <coughs> wanajitegemea. Na ndani ya kila kikosi kuna brigade, brigade ndani ya kila kikosi, kwa hiyo kikosi kina kiongozi wake afu brigade ina kiongozi brigadier. I hope I'm remembering vizuri. Sasa, stick na hiyo point ya kwanza kwamba vikosi vyote wanasema sometimes hata hawajuani hivi vikosi, yaani wamehakikisha. Nyerere hakikisha hivi vikosi